Sasa kwa kuzaliwa kwa kanisa la ulimwengu na kuanzishwa kwa kanisa la kwanza la mahali pale Yerusalemu siku ya Pentekoste, eh, huu mpangilio mpya, enzi hii mpya ya wakati wa kanisa, imeanza. Katika Matendo saa 2 na madakika 43, tunasoma kwamba ishara na maajabu mengi yalikuwa yakifanywa kupitia kwa mitume. Sasa hapa katika sura ya tatu tunakaribia kushuhudia muujiza wa wazi kabisa ambapo mtu aliyekuwa kiwete anaponywa kwenye lango la hekalu, na kwa njia muujiza huu utaleta kanisa katika mgongano na viongozi wa kidini hapa Yerusalemu. Sasa kabla hatujaingia kwenye simulizi hili, tunahitaji kufafanua baadhi ya mambo yanayochanganya watu wengi. Leo wamejaribu kufanya miujiza hii katika kitabu cha Matendo kuwa mfano wa kawaida kwetu leo, na kwa kweli wameleta mkanganyiko mwingi na wamewaacha watu wengi wakiwa wamevunjika moyo na kukata tamaa walipokosa kupata muujiza wa uponyaji. Sasa, Biblia inafundisha nini kuhusu waponyaji wa kimungu na watenda miujiza? Basi hebu nitoe baadhi ya hoja ambazo labda zitawashangaza zilizopatikana katika Agano Jipya. Kwanza, nguvu ya uponyaji wa miujiza ilionyeshwa na mitume pekee. Unajua, watu wengi wanawazo kwamba kanisa la mwanzo lilikuwa kanisa la kutenda miujiza, kwamba kila mchungaji au kiongozi wa kanisa aliweza kufanya miujiza. Hapana, ukweli ni kwamba ni mitume pekee waliokuwa na nguvu ya kutenda miujiza. Tena Matendo saa 2 na madakika 43 inasema, maajabu na ishara vilikuwa vikifanywa kupitia kwa mitume. Katika Matendo saa tano na madakika kumi na mbili tunasoma, na ishara nyingi na maajabu vilikuwa vikifanywa miongoni mwa watu kwa mikono ya mitume. Alafu katika sura ya kumi na nne inatuambia kuhusu mitume pale. Inasema katika mstari wa tatu, Bwana alishuhudia neno la neema yake, akiwapa ishara na maajabu kufanywa kwa mikono yao, yaani mikono ya mitume. Paulo anaandika katika Warumi saa 15 na madakika 19 kwamba alihubiri Injili kama mtume kwa mataifa kwa ishara na maajabu. Pia anaandika katika mbili wa Korintho saa kumi na mbili na madakika kumi na mbili, ishara za mtume wa kweli zilifanywa kati yenu kwa ishara na maajabu na matendo makuu kwa maneno mengine, wapendwa, Mungu aliwapa mitume uwezo wa kipekee ambao ni Mungu tu angeweza kutoa. Kwa kweli, mstari wa mwisho wa Injili ya Marko unaunganisha wazi nukta hizi. Huko katika sura ya saa kumi na sita na madakika ishirini, tunasoma nao tena kumbukumbu kumbu ya mitume, wakatoka na kuhubiri kila mahali, wakati Bwana alithibitisha ujumbe kwa ishara zilizofuatana. Kwa hiyo fikiria juu yake. Ulimwengu umepinduliwa huku ukibadilika kutoka kane za Uyahudi na mfumo wake wa kutoa dhabihu hadi Ukristo. Na unadhani Mungu alifanya nini? Kwa neema yake alitoa ishara na maajabu haya wakati wa kipindi hiki cha mpito ili kuonyesha kwamba kweli alikuwa nyuma ya agano hili jipya. Kwa hakika alikuwa analeta agano jipya. Hivyo huu uwezo wa kufanya miujiza ulionyeshwa tu kupitia mitume, lakini kwa sababu nzuri sana. Sasa hapa kuna jambo jingine la kuzingatia: uponyaji wa kimiujiza haukufanywa tu kwa sababu watu walikuwa wagonjwa. Kulikuwa na maana ya kina zaidi nyuma ya miujiza ya uponyaji. Hata marabi wa wakati huo walikuwa wanafundisha kwamba ni Mungu tu anayeweza kuponya upofu, ulemavu na ukoma. Basi huo ndio ulikuwa ujumbe. Ushawahi kufikiria kwamba kama Yesu na mitume wake wangeponya wagonjwa kwa sababu Mungu hataki mtu yeyote awe mgonjwa, basi wangekuwa watu wakatili kweli? Kwa nini kwa sababu waliwaacha watu wengi wagonjwa na walemavu nyuma. Kwa mfano, kama Yesu alitaka kuponya ukoma kwa sababu Mungu hataki mtu yeyote awe na ukoma, basi kwa nini aliwaponya wachache tu kati yao? vyanzo vya kihistoria e eh, vinatuambia kulikuwa na koloni la wakoma karibu na kijiji cha Bethania. Basi kwa nini Yesu hakuenda pale kila alipokuwa anakaa Bethania na Maria na Martha na Lazaro na kuponya kila mmoja wao, afunge kabisa lile koloni la wakoma? Nitakuambia kwa nini. Kwa sababu uponyaji wa kimungu ulikuwa na kusudi kubwa zaidi ilikuwa ni kuthibitisha Bwana na mitume wake kama wajumbe wa kweli kutoka mbinguni. Na niambie, kutakuja siku ambapo magonjwa, maumivu, mateso na shida zote zitakuwa zimeondoka, lakini si sasa, wapendwa. Itakuwa tutakapomwona Yesu uso kwa uso. Sasa hebu nikupe jambo moja lingine, labda la kushangaza, la kuzingatia kadiri kanisa lilivyoendelea kukua huduma ya miujiza ya mitume ilianza kupumbua unachotakiwa kufanya ni kuendelea tu kusoma baada ya kitabu cha matendo ya mitume na unaona nini basi mtume paulo anaandika katika 2 timotheo saa nne na madakika 20 nilimwacha trofimo ambaye alikuwa mgonjwa huko mileto vema kwa nini usimponye paulo mtume pia anaandika kwamba Epafrodito karibu afe alipokuwa akifanya kazi naye, na Paulo hakumponya hiyo. Ni wa Filipi saa mbili na madakika ishirini na saba. Pia tunajua kwamba Timotheo alikuwa na matatizo ya tumbo, lakini badala ya kusema Timotheo upone, Paulo alimpa ushauri mdogo wa kitiba moja Timotheo saa tano na madakika ishirini na tatu wapendwa, tunahitaji kuelewa kwamba mitume walikuwa wanaweka msingi wa enzi ya kanisa. wa Efeso saa mbili na madakika ishirini. Miujiza ilikuwa imechanganywa kwenye chokaa kwa namna fulani, ili kuthibitisha kwamba kanisa lilibuniwa na Mungu. Sasa hatuweki tena msingi. Sasa tuko miaka elfu mbili baada ya hatua ile ya msingi, kipindi kile cha mpito. Na na mungu pekee ndiye anayejua, lakini huenda tuko tunamalizia kuweka vigae vya mwisho kwenye paa la kanisa, na kurudi kwa Bwana kunaweza kuwa karibu kabisa. Sasa kwa hilo, unaweza kujiuliza, je, Mungu anafanya miujiza leo? Bila shaka Je, Mungu anaweza kuleta uponyaji wa kiungu kulingana na mapenzi yake leo? Bila shaka, tunaweza kuomba hilo. Tunaweza kumtumainia Bwana atuponye kama anataka kufanya hivyo. Lakini ngoja nikuambie, kuna tofauti kubwa kati ya uponyaji wa kiungu na waponyaji wa kiungu. Mitume walikuwa waponyaji wa kiungu, na ile hatua ya msingi imekwisha. Sasa hapa katika sura ya tatu tunayo muujiza wa kwanza wa uponyaji mikononi mwa mitume ambao umeandikwa mahususi kwa ajili yetu hapa katika kitabu cha Matendo. Mstari wa kwanza unatueleza Petro na Yohana walikuwa wakipanda kwenda hekaluni saa ya kusali, saa tisa, na mtu aliyekuwa kiwete tangu kuzaliwa alikuwa akibebwa, ambaye walikuwa wakimweka kila siku kwenye lango la hekalu liitwalo lango la uzuri ili aombe sadaka kwa wale wanaoingia hekaluni. Sasa tunaambiwa katika mstari wa ishirini na mbili wa sura ya nne kwamba mtu huyu ana umri wa zaidi ya miaka arobaini. Kwa hiyo kila asubuhi analetwa mahali ambapo kuna uwezekano mkubwa watu watamwonea huruma kama vile Yosefu mwanahistoria Myahudi wa karne ya kwanza anavyoelezea lango hili liitwalo Uzuri, anasema lilitengenezwa kwa shaba ya Korintho, lilikuwa limefunikwa kwa dhahabu na fedha, na kisha kwenye mwanga wa jua liliangaza kwa uzuri wa ajabu. Sasa huyu mtu mlemavu anapowaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni kupitia lango hilo, hakutarajia kuponywa. Kwa kweli, hata haombi anaomba pesa. Mstari wa nne: Petro akamkazia macho, kama Yohana alivyomtazama, akasema ututazame sisi. Akawakazia fikira, akitarajia kupata kitu kwao. Akamshika mkono wa kuume akamuinua, na mara miguu yake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu uponyaji wake mpendwa, ni wa haraka, umekamilika, na kwa njia haitegemei imani ya mtu huyu. Hii inategemea na nguvu za mitume. Lo, wale wanaoitwa waponyaji wa kimungu leo wanadai imani kuu kutoka kwa wale ambao ni wagonjwa au walemavu, na hiyo ni njia rahisi ya kutoroka kwa njia. Kama watu hawajaponywa vema, unajua hawakuwa na imani ya kutosha. La, hapana. Mstari wa nane unatuambia, mara anainuka kwa miguu yake, akaruka, akasimama, akaanza kutembea, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda na kurukaruka na kumsifu Mungu. Kumekuwa na mvurugano hapa kwenye ua wa hekalu sasa, na Petro anasonga mbele kueleza kinachoendelea anaunganisha nguvu zake za kutenda miujiza uu, uh, uh, nguvu za uponyaji na Bwana Yesu Kristo aliyefufuka. Ngoja nifanye uchunguzi mwingine hapa, mpendwa. Huyu ombaomba kilema ni kielelezo cha ajabu cha mimi na wewe. Umewahi kufikiria juu ya ukweli kwamba tulikuwa vilema tangu kuzaliwa kwa dhambi? Sisi ni maskini maskini, hatuwezi kuponya ugonjwa wetu ni nguvu tu za Mwokozi aliyefufuka zinaweza kukatiza na kuokoa maisha yetu yasiyo na matumaini. Na wakati Mungu anapotuokoa, loo, nafikiri tunapaswa kumwiga mtu huyu. Hapa anafanya nini? Anamsifu Mungu, lakini pia amesimama pamoja na mitume na kama mtu fulani alivyoiweka vizuri sana sasa, kwamba mtu huyu anaweza kusimama, hakuna swali mahali aliposimama. Naam, mpaka wakati ujao, wapendwa. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi na nyote. Amina.